Hapa chini nimekaa mawazo ya fikirika. Vipi hali itakuwa siku yangu ikifika? Hapa chini nimekaa majonzi ya nifika, kwa kweli nakosa raha.

Sikuyana katika kwanza, ninajiuliza hivi, mimi mtu gani? Mbona ninajipumbaza, ninakuwa ghafulani? Mbona chani kumbakiza, ninakuwa huzunini? Ninashindwa kujikaza, nihurumie Manani. Hata kama ni kijana, kwa ninaondoka lini kudumu kwangu hapana, wote tuko safarini. Mbona kama najiona mimi nipo hatarini. Nihurumia Rabbana, mola wa ya Rabbi rahmani, bona wengi waondoka, na mimi najisahau safari, ili wafika nao wali idharau, walijua wamefika, safari wakasahau. Ya Rabbi na tetemeka, hofu yangu iko juu, habatimi nimekaa majozi, yamenifika kwa kweli nakosa raha na rahana, mwili mwili watetemeka moyo una dunda dunda machozi ya bubujika. Mbona si jaji ana masiku yanakatika? Vipi mini taondoka safari aina gani? Wapo wali yoteseka hali yao taabani masiku yalikatika bado wapo kitandani, kwa maradhi agubikwa, mwisho yupo mwanandani. Safari yangu mchana au muda wa usiku, bado yupo apambana, huku akisakabuku, kifua kimembana, hamaki huku na huku, miguu inagongana, yaibuka tafaruku au ninapojilaza ni karibu na safari, nani ataye nipoza? ninahisi joto kali, kuhamka sitaweza, pale mkiona shwari, wengine wataeleza, huo mwanzo wa safari. Habatini nimekaa, majonzi yamenifika, kwa kweli na kosa raha na mwili watetemeka, moyo una dundadunda dunda, machozi ya bubujika, bonasi jianda, masiku ya nakatika, itakuwa baharini ni hifadhi Mola wangu, wengi wa meza majini, chaanza ja kizunguzungu, majiya ja atumboni ameanza za matango sijui, u hali gani ya kuwa safari yangu, safari ikiwadia, upo wapi? Haijali, umebeba abiria, uko waende shagari. Huyu amemvamia yupo chini ya tairi, nao ndani ya abiria, safari yao ya pili, haichagui safari mzee wala kijana, eti wewe ni mzuri au umekondeana, siseme mimi waziri au maa Mbona bado naiuri sijioni, na pambana hapa chini, nimeka a machozi yamenifika, kwakweli nakosaraha na mwili wa tetemeka, moyo una dundadunda, machozi ya bubujika. Mbona sijajianda sikuyana katika kwako, Mola narejea, Rahimu Mola Manani, kweli nimekukosea mimi, niko khasarani. Yarabi ni najutia, hudi kwako Rahmani, na nani ata hurumia kama siwewe manani, japo mwili hujakunja, sijalazwa kitandani ila kifo mara moja tahama ki kaburini, nitajibu nini mja nipohovyo safarini. Majuto sasa ya kija, wasema nirudisheni, mkono wa tetemeka, miguu paka kifua. Au siku imefika hilo huwezi lijua, ndugu zangu waondoka mimi ninaefatia, vipi roho itatoka? Siwezi kuvumilia. Hapa chini nimekaa, majonzi yamenifika, kwa kweli nakosa raha na mwili wa tetemeka, moyo una dunda dunda, machozi ya bubujika, mbona sijajianda, masiku ya nakatika hapa chini nimekaa meka, majonzi yamenifika, kwa kweli nakosa raha, na mwili watetemeka, moyo una dunda dunda, machozi ya bubujika, mbona sijajiandaa, masiku yanakatika.